Maswali muhimu ambayo Junjuma anauliza hapo. Lakini huku taifa likiendelea kuomboleza mauaji yaliyoshuhudiwa katika kaunti ya Lamu, hisia mseto zimetolewa hii leo kuhusu mauaji hayo. Baadhi wametishia kumngatua mamlakani waziri wa usalama wa ndani Joseph Lelenku kwa kile ambacho wametaja kuwa kutowajibika ipasavyo. Mwanahabari Hussein Muhammad alifuatilia matukio ya leo na kutuandalia taarifa ifuatayo. <laughs> Huku wingu la simanzi likiendelea kutana katika eneo la Mpeketoni kaunti ya Lamu, kufuatia mauaji yaliyoshuhudiwa katika eneo la Rumishi, hisia tofauti zinaendelea kuibuka. Mapema hii leo viongozi wa kidini walikutana, ukashifu kwa kauli moja wa mauaji hayo na kutaka rais kuchukua hatua ya kuza joto lililoko nchini. We call upon the government to provide

Nao in wabunge kutoka mrengo wa CORD walisema kuwa wataleta hoja bungeni kupitia mbunge wa Kisumu ya Kati Kennedy Obura ya kumng'atua mamlakani waziri wa usalama wa ndani Joseph Ole Lenku. Lazima Olelenku aende kwa sababu yeye amekuwa ni Olelenku, ole wetu ole wao. Hakuna chochote ambacho Wakenya wanatumainia kwake. Ukimwona yeye ni kama kikaragosi, hawezi akajieleza, ila apatiwe nafasi apatiwe kile cha kusema na wale ambao karibu na yeye. The president must act now. He must restructure the security system. Olelenku he should remove from office. Swala ambalo limeoana na msimamo wa baraza la mawakili nchini ambalo kupitia taarifa kwa vyombo vya habari limekaidi kuwa alitenda mahakamani na kuwapatia inspekta mkuu wa polisi David Kimayo na waziri Joseph Ole Lenku makataa ya siku kumi na nne kujiuzulu. Kamati ya usalama nayo na imekairi kuwa usalama wa wananchi johari adimu na adhimu, na serikali haina budi kuwajibika ipasavyo. Wanasema usalama ni mhimili dhabiti wa maendeleo, na ikiwa ni siku ya pili baada ya mauaji kule Mpeketoni, kaunti ya Lamu, bado hisia tofauti zinaibuka, huku Wakenya wakiwa na maswali si haba. Je, serikali imeweka mikakati gani kuzuia maafa zaidi? Hussein Mohamed, KTN leo.